Jambo ambalo Samia Suluhu amemfanyia Daktari Philip Mpango pamoja na Kasimu Majaliwa limezua gumzo nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa tanza TanzaPulse chaneli yako pendwa, na kumbuka kusubscribe. na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko makubwa ya kimkakati katika safu ya washauri wake wa Ikulu kwa kustaafu kwao kutoka serikalini na kuteua waliokuwa vigogo wa serikali kuwa washauri wa juu wa Ikulu. Akizungumza wakati wa hafla ya kupongeza wanamichezo waliofanya vizuri kimataifa, Rais Samia alitangaza uteuzi wa aliyekuwa makamu wa rais Daktari Philip Mpango na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa akuwa kuwa washauri wake wakuu, Mpango kwa masuala ya uchumi na miradi na Majaliwa kwa masuala ya kijamii. Ni hatua ambayo ilichukuliwa kama mwendelezo wa mikakati ya uongozi wa nchi. Wakati huo huo, Profesa Palamagamba Kabudi amehamishwa kutoka wizara ya michezo na utamaduni na kuteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais, ambayo ni Ikulu, kazi ambayo inajulikana kama kazi maalum, ili kuratibu na kufanya kazi kwa uh, karibu na washauri wapya wa rais. Na Rais Samia alisema uteuzi huu unalenga kuboresha utendaji wa ofisi yake kwa kutumia uzoefu na ujuzi wa viongozi waliobobea katika nyanja mbalimbali za uongozi. Rais Samia alipongeza mchango wa Mbio Stars uh, na wanamichezo wengine ambao walifanikiwa kimataifa, akitumia hafla hiyo pia kutangaza uteuzi wa washauri wake. Daktari Mpango ambaye alihudumu kama makamu wa rais tangu mwaka 2021 hadi Novemba mwaka 2025, ana uzoefu mkubwa wa kusimamia sera za uchumi na mipango ya maendeleo baada ya awamu ndefu ya uongozi ukiwa ama ikiwa ni pamoja na kuwa waziri wa fedha na baadaye makamu wa rais. Majaliwa, ambaye alihudumu kama waziri mkuu tangu mwaka 2015 hadi Novemba mwaka 2025, atawajibika kama mshauri wa rais kuhusu masuala ya kijamii ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa sera za jamii na huduma za umma. Uh, uteuzi wake umeonekana kama hatua ya kutunza utulivu wa kisiasa na jamii sambamba na maendeleo ya kijamii nchini. Rais Samia pia alifafanua kuwa uwezo wa Profesa Kabudi wa kuunganisha mawazo makubwa ya washauri hawa wawili pamoja na ujuzi wake wa kisiasa ulimfanya awe chaguo la busara kuongoza idara ya ma, ama idara ya kazi maalum katika ikulu. Kabudi ambaye hapo awali alikuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo anatarajiwa kushirikiana moja kwa moja na washauri hao kushughulikia masuala nyeti ya kitaifa na kimataifa. Mabadiliko haya yanajiri wakati Tanzania inaendelea kusimamia utekelezaji wa sera na mikakati mbalimbali mbali ya maendeleo chini ya uongozi wa Rais Samia. Chama tawala ama chama tawala, Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuwa na mamlaka kubwa kisiasa huku Rais Samia akihakikisha ama akihakikisha safu ya watu wenye uzoefu na ujuzi mara wanashikilia nafasi za uamuzi za, za na. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Rais Samia aliteuliwa urais kwa tikiti ya CCM na Emmanuel Nchimbi kama mgombea mwenza wake wa makamu wa rais, huku vyama vingi ama vikuu vya upinzani vikiungwa mkono kupiga marufuku kushiriki, ikiwa ni pamoja na chama kikubwa cha Dema kushindwa kuchukua fomu za kugombea kutokana na vigezo vya tume ya uchaguzi hata iliyozua mjadala mkubwa wa kisiasa nchini. Miongoni mwa mjadala huo ni jinsi Rais Samia anavyosimamia mageuzi ya ndani ya serikali na uteuzi wa viongozi walio wa kwenye safu ya uongozi ambapo ushawishi wa washauri wa Ikulu unachukuliwa kuwa muhimu zaidi katika kukabiliana na changamoto za ndani na nje. Hii inajumuisha kudeal na matarajio ya umma na mashirika ya kimataifa kuhusu sera za uchumi, usalama, haki za binadamu na ujumu, ujumuishaji wa kijamii. Kuteua viongozi waliowahi kushika nyadhifa za juu kama washauri wa rais ni mfululizo wa mikakati ya rais. Uh, ya kuimarisha utendaji na ufanisi wa utawala . Wanaojulikana kwa uzoefu mkubwa kama Daktari Mpango na Majaliwa wanabeba ujuzi wa miaka mingi katika uendeshaji wa masuala ya uchumi na kijamii, na ni jambo ambalo inatarajiwa kuongeza ubora wa maamuzi sera ndani ya Ikulu. Aidha, uh, uteuzi wa Profesa Kabudi kama waziri wa nchi ofisi ya rais kwa uh, kazi ama kwa kazi maalum inawezesha jukumu la kuunganisha harakati za mashauri au wawili na malengo ya taifa. Profesa Kabudi anajulikana kwa uwezo wake wa mawasiliano ya kitaaluma na uongozi wa kisiasa, na uteuzi wake unaonekana kuwa uh, nguzo ya mpango wa rais wa kuhakikisha ushirikiano wa karibu kati ya washa, uh, washauri muhimu wa serikali. Mabadiliko haya ya kimkakati yanakuwa katika mazingira ya changamoto nyingi za kisiasa na kiuchumi duniani kote, na Tanzania inakabiliwa na changamoto za kimataifa kama mabadiliko ya hali ya hewa, migogoro ya kibiashara na utekelezaji wa masuala ya kisalama. Kwa upande mwingine, nchi na fursa kubwa katika sekta ya biashara, uwekezaji kigeni na maendeleo Uwepo wa washauri wenye uzoefu mkubwa katika hatua hizi unatoa fursa ya kupanua mtazamo wa serikali juu ya masuala ya kimataifa na kitaifa. Mbali na hayo, Tanzania inakabiliwa na changamoto za ndani kama vile mahitaji ya ajira kwa vijana, usawa wa kijamii na huduma za afya na elimu. Maswala ambayo Majaliwa anatakiwa ana kuyashughulikia kama mshauri wa kijamii. Ni matumaini ya serikali kwamba uzoefu wake wa uongozi wa serikali utasaidia kuchukua ama kushughulikia changamoto hizi kwa njia endelevu na kwa upande mmoja, um, uteuzi wa washauri ama washauri wenye uzoefu mkubwa ni ishara ya juhudi za rais uh, kuidhirisha ama kuridhisha matumaini ya umma na washirika wa kimataifa kuwa serikali iko tayari kushughulikia masuala muhimu kwa ustadi na busara. Kwa upande mwingine, kubadilisha safu ya washauri ni mwelezo ama mwendelezo wa kimkakati wa kisiasa ndani ya CCM kuhakikisha uongozi wa taifa unaendeshwa na watu wenye ubobezi kitaaluma na uzoefu wa utendaji serikalini. Hatua hii inaonyesha jinsi rais anavyopanga mwenendo wa sera za serikali kuelekea maendeleo endelevu, endelevu kuongeza ushirikiano wa kitaifa na kujenga mfumo maamuzi ulio na utaaluma mkubwa. Kwa hivyo mabadiliko haya yana athari pana katika siasa za Tanzania, utendaji wa serikali na utekelezaji wa sera za maendeleo kwa ustawi wa wananchi. Ndo hayo tuliyokuandalia siku ya leo. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushea video zetu, maana hapa ndipo unapata ujumbe na taarifa ambazo hazipindishwi wala kuegemeshwa upande wowote.